Natumia muda mwingi muda mwingi kusema kwani kusema. usitumie muda mwingi kuomba shandarika baba hey, shandarika baba hey, shandarika baba sikia hey, Yeremia hiyo saba mstari wa kumi na sita t tanasemaje? Anasema, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka tu, tuombe nini wakati Mungu anasema tusiwaombea wabaya wasiotaka kuacha ubaya. Jerry, ni badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais, hata kama basi kuna lolote unahisi lina analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu. Hebu omba, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotwahidi utamfufua Kanumba. Hebu omba, tuombe Baba, hebu tuombe, tuombe, tuombe, tuombe, tuombe. Inawezekana kwenye maombi Baba utekaji ukaisha. Inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike. Inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anaetaka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba Baba. Mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako mbona unafukua ulikuja kwangu iku, ikungi uka ee, ee, misukule ikatoka, ikatoka ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwani tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwani tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisoliweza, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nawe ni askofu wetu, unajua unajua kabisa hakuna jambo Mungu hivi kwa nini usiombe? Kwani unatumia muda mwingi kuzunguka? Kumnanga rahisi, kumsema rahisi, kumbagaza rahisi. Hivi kwa nini unatumia muda mwingi muda mwingi kusema kusema, kwani usitumie muda mwingi kuomba? Hey, shandarika Baba, sijui niseme nini mimi, sitaki kunena kwa lugha. Hivi kwani unatumia muda mwingi muda mwingi kusema kusema, kwani usitumie muda mwingi kuomba? Hey, shandarika Baba, sijui niseme nini mimi, sitaki kunena kwa lugha Sitaki baba yangu. Gwajima, niko hapa kukushauri. muda unaotumia kumsema rais wetu, tumia muda huu kuomba. Biblia inasema, na haja zenu zijulikane mbele yake. Hey, listen to me nisikilize bwana, nisikilize na mimi nikupige injili, nisikilize na mimi nikuhubirie, nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima, sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake, sio kelele. Lete haja yako, twende kwa Mungu tumwambie Mungu haja yetu, ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njoni kwangu, tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi? Tumekosea wapi Mungu asitusaidie kama taifa la Tanzania tu updates za mbinguni miongoni mwa yaliomo moyoni mwa Mungu leo eh, Jerry mimi hapa sitakuja kuklarify sijaja kuklarify eh, press ya Gwajima ni sahihi au sio sahihi kiasi gani. Ninaamini na watu wengine pengine wangetegemea baada ya press ile ya Gwajima ni, ningesema sema vitu fulani ambavyo pengine vinge trend, ukweli si, si, sijasema, na siko hapa kusema ile press ilikuwa sahihi kiasi gani na makosa kiasi gani. Kuna kaeneo tu ambako Jerry umekagusa ako ndiko ambako nataka nikuweke sawa, wewe na mtu mwingine yoyote atakayekuja kuinuka wakati wowote. Fanya yote, tafuta lolote unaolitafuta usifanyie mzaha jina la Mungu. Mimi hapa ndo ninapoingiliaga. Kuna watu mnajiita watu wa siasa, lakini unajikuta una uhuru wa kukejeli sana uungu wa Mungu na maana ya Mungu, ila wale ambao mnasema sisi si, si, si wanasiasa, tukiongea makosa ya upande wa wanaoitwa wanasiasa mnasema tunachanganya dini na siasa. Sasa subiri, sikia, nataka nikuchambulie akakaeneo ambako u, ka, kikejeri fulani ulichokiingiza juu ya Mungu na watu wa Mungu ukiwa unamaanisha watu wa Mungu ni mataila fulani ambayo yanatakiwa kuombea kila kitu hata yasiyo ya kuombea. Naenda kukusomea maandiko hapa yanayoweka mipaka nini kiombewe nini kizungumzwe. Jerry, ni vema ufahamu mimi ni fans wako mzuri, tangu nadhani ukiwa ITV, nadhani ukiwa AI, yani staili yako ya kuongea Jerry Muro katika watu ambao nimewahi kuwa kubali ni yani imewahi kuwa na thamani kwenye moyo wangu ni pamoja na wewe Jerry Muro, Humphrey Polepole, Makonda eh, akina Doto Biteko, akina Kasim Majaliwa akinatulia axon wakati ule wa, wa korona inalazimishwa pengine barakoa barakoa, tulia alikuwa najaribu kuweka misimamo ya na wengine tunashindwa kupumua na vitu kadha wa kadha, lakini bila shaka kulikuwa na vitu ambavyo wengine wenye D mbili, tulikuwa tunaenda mbali kidogo kujua pengine ka msimamo wako kana nini walikuwa wanafanya wakati mwingine tuwe na, na, na, na, na kaupendo fulani na, na, na, kuna watu enewe niseme tu, kuna watu ambao mmewahi kupita kwenye moyo wangu na kuwa watu fulani wenye thamani, sio hawa tu niliowataja na wengine wengi, lakini inawezekana Mungu ameruhusu pepeto, mchujo, ameruhusu aina fulani ya wengine, pengine tunapita kwenye tanuru la moto ili atujulishe nani ni nani, yupi ni yupi. Sasa hapa siko kumjadili nani ni nani. Nataka tu wewe na mtu mwingine yoyote akome. Acheni, fanyeni yote, tafuteni kila unachotaka kutafuta, lakini utakapolitaja jina la Mungu mimi hapo utaniona, ntatokea. Ntataka usilitaje bure, litaje kwa namna inayotakiwa. Ni kweli, naweza nisirudi mara kwa mara lakini huwa naaminigi nawekaga gharama ili kila atakayepita engo hiyo atakuwa anakutana na kitu cha aina hiyo. Sasa naanzia andiko hili ambalo amesema Biblia inasema, njooni tusemezane, asema Bwana. Nataka nikuweke vizuri, nikuweke vizuri kwanza. Kabla ya hapo, nikujulishe, na nitasoma maandiko kwa haraka haraka hivi, nikujulishe Si kila kitu ni cha kuombea, sehemu kubwa ni ya wanadamu kuchukua wajibu. Naanza, nianze kabla ya sasoma njoo nisemezane, nianze na Isaya 58, Isaya 58, alafu nitarudi hapo sasa kwenye Isaya 1. Nataka ujue sio kila kitu ni cha ku Ku -kuomba, kukuna, kuomba kama wanavyotoa misukule, kuomba kama walivyotaka kumfufua Kanumba, kuomba kama misukule hivyo itoka ikungi. Hapana, nataka ufahamu ya kwamba kuna vitu, kuna makosa, kuna mabaya huendelea katika jamii. Watu wa Mungu wanatakiwa kusema kuwafesi watawala kwa kwa namna yoyote ambayo watawala watafikiwa kwa sauti zao, ama kusema hadharani, jambo hili sio sawa, hili ni baya. Sehemu kubwa ya mambo ambayo africans tunayaombea na kusema Mungu ingilia kati, hayo mambo Mungu alitaka tuyaseme tu, tuyakemee, tuyapinge, tuseme hili sio sawa, ili wabaya waogope. Katika Mithali, katika Timotheo wa kwanza sura ya tano mstari ishirini anasema, ndugu adumuye kutenda mabaya mkemee mbele za wote ili na wengine waogope, sio muombe. Sasa ngoja nisome Isaya 58. sio muombe, sio muombe, sio muombe. Mithali 28 mstari wa 23 anasema, amkemeae mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezae kwa maneno ya ulimi wake. Amkemeae mwenzake, sio amwombeae baada ya kufanya mabaya. Sehemu kubwa ya mabaya tunahitaji kuyakemea Wazungu shetani ni makosa. Ukifanya makosa, we ndo shetani uliyefanya. Wanakuadhibu wewe, wanadiri, wanahangaika na wewe, hawaendi kwenye maombi. Ndio maana wamefanikiwa. Sisi tumechukua uenda wazimu ambao hata Biblia haina maana hiyo. Amkemee mwenzake, hatimaye, sio leo, sio leo, hatimaye. Leo atapata kibali. Leo utamtukana, utamsema vibaya lakini hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezae kwa maneno ya ulimi. Hiyo ni Mithali 28 msari wa 23. Mithali 27 msari wa 17 inasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Nataka ule maandiko, ule maandiko Jerry, na mtu mwingine yeyote, fanyeni yote mnayoyafanya Msigusie kwenye neno la Mungu, msigusie kujaribu kusema sijui nyie ndo walimu mnafundisha, wakati unajua tu kabisa pengine kuna kabakapo fulani ndo, ndo nguvu yako kwenye, kwa Mungu huku. Acheni tuliobobea tuangaike. Kama Gwajima amekosea kwa mujibu wa neno la Mungu na Biblia inavyotaka tuacheni, tunaoishi humo ndani ndo tuangaike, waangaika mambo mengine angaikena mambo mengine na makosa mengine, kama kuna makosa kwenye press hiyo ya Gwajima, koja nikulishe maandiko ya kutosha. Isaya hamsini na nane inasema hivi, msari wa kwanza: piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Sio piga kelele uache, anza kuwaombea? Hapana ubaya unaondoka kwa kuukabiri ubaya uondoke kwa kuombea. Tukiomba tunaomba tupate akili tupate nguvu za kukabiri ubaya kwa maneno yetu na matendo yetu. Imani bila matendo imekufa. Nataka, nataka Jerry, naongea na wewe kwa sababu najua watajaribu kuinuka wengi. Kuna waliosomasoma tumaandiko twa Warumi kumi na tatu moja mbili mesema, siishie moja mbili Misabu, naenda tatu, nne, tano. Naenda ukaone hilo andiko ina maana gani? Kwa hiyo nataka karibu kila mmoja, kila mmoja, ngoja sasa tukuweke wewe, habari picha, swala la tutakutwa na nini, kwa sababu inatakiwa wote tuimbe pambio ya aina moja, wote tu, tu, tuonekane ni adui wa anayejaribu kuonyesha moyo wa huruma. Hilo swala la tutakutwa na nini, hiyo tumesha kutwa na tumesha hesabu gharama. Hilo linalokuja na lije, lakini kuna ku... <laughs> Nisikilize, tuanze hilo andiko la Isaya 1 msari wa 18, hilo hilo inasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Naomba uelewe Kiswahili hapa mimi Isaya na nyie, njooni tusemezane Bwana ndo anasema sasa. Bwana anataka sisi tusemezane, sisi tusemezane, sio twendeni kwa Mungu tukasemezane naye. Njooni tusemezane, asema Bwana juu ya nyie mnaofanya mabaya na na mimi ambaye nimetumwa na Mungu niwambie hayo ni mabaya. Njooni tusemezane, niwaonyeshe hayo mambo ni mabaya kiasi gani, yana madhara kiasi gani, ikiwa na wewe utatendewa kwa mfano wa wale wanavyotendewa, alafu unaliona ni kawaida, unaliona ni kawaida, ni dogo tu. Njooni tuombee, tuombee litoka? Hapana, tukemee. Mabaya yanatakiwa kukemewa. Biblia inasema, onya, kalipia, kemea, fundisha kwa uvumilivu wote, siombea Yohana alimwona Herode amechukua mke wa mdogo wake, hakuombea alienda kumkemea. Ni kweli kukemea mtu anayefanya vibaya inagharimu, lakini Yesu alimsema, hakuna mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana, pengine atakayekuwa mdogo atakayefanya kwa namna aliyofanya Yohana. Bradha, imetugharimu kupinga ubaya, kukemea ubaya, kuwakemea wabaya, imetugharimu lakini nataka ufahamu hata tukiondoka tunaondoka kwa thamani kubwa. Mwangalia binti yangu Sifa kaondoka, hayupo, lakini moja kati ya jina la maana katika majina yaliyopata kuishi na ataishi miaka mingi hii, ataingia kwenye, kwenye, kwenye lugha ambayo watu fulani walii kusema, ni afadhali uishi miaka ishirini thelathini, ufe ukiwa na miaka ishirini thelathini, uishi miaka themanini mia moja baadaye kuliko uishi miaka themanini mia moja wakati ulisha kufa na miaka meta, kumi kumi na tano ishirini ukiishi maisha ya ya kupindisha hukumu, kupindisha haki, mwenye haki unamwita ana haki, asie na haki unamwita ana haki, ukaishi maisha ya kama ya kama kujipendekeza pendekeza. Nataka ufahamu uzima wa mtu auko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Itawafaidia nini wanadamu kupata ulimwengu wote nanyi mkapata hasara ya nafsi zenu? Upo mwisho baada ya chochote ambacho, ikiwa kuna chochote unakilenga, upo mwisho. Acha sisi sasa, ni zamu tunaonja joto la jiwe pengine, kwa sababu ya kuweka vizuri mambo ya hovyo kama haya watu wa hovyo kwa sura kama hii. Hili neno njooni tusemezane, njooni tusemezane, asema Bwana. Njooni tusemezane, sio twendeni kwa bwana tukasemezane na Mungu sisi kwa sisi, njooni tusemezane. Ndio maana mimi mara kadhaa wanasema njooni tuzungumze, kuitisha mazungumzo kati ya wabaya na wema ndio Mungu anachokitaka, ndipo anaposema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu, ni Isaya moja mstari kumi na nane hiyo. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa zitakuwa, zitakuwa, nyekundu kama bendera, zitakuwa, zitakuwa kama sufi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Njoni tusemezane, sisi kwa sisi, sisi ndo sehemu ya Mungu tusemezane tut, tutafiti shida iko wapi? Tatizo liko wapi? Sio twendeni tukamwombe Mungu, njoni tukamwombe Mungu utekaji ondoka. Hapana, njoni tusemezane, nani anateka, vyombo vitoke viseme nani anateka, ama visema hatujui hilo. Nadhani moja neno limo ya ya Gwajima, ambalo limo ndani ya spichi ya Gwajima, presi ya Gwajima, kwamba ikiwa na vyombo avijui nani anateka mtu, basi tuko kwenye nchi hatari sana basi hakuna aliye salama. Jerry, Jerry, dunia inapita, dunia inapita na fahari zake, dunia inapita. Ebu semezaneni mambo mengine yoyote, yoyote huko, yoyote, yoyote yaaidi nini, siu ilikuwaje, semezaneni hayo, musiingie kwenye mizaa juu ya neno la Mungu. Niendelee hiyo Isaya kidogo inasema hivi: mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye mstari wa ishirini na moja sasa yeye aliyejaa hukumu ya haki haki likaa ndani yake, bali sasa ni wauaji, bali sasa ni wauaji. Ni sasa nawambia, aombi hapa Jerry, aombi hapa. Huu mji ulijaa haki, lakini sasa ni wauaji. Hapa aombi, anawambia hawa watu Si umeongea kwa hisia hivyo, basi unarudishiwa hisia hiyo Jerry. Unarudishi, unarudishiwa hiyo hapa. Anasema huu mji ulikuwa wa haki, lakini sasa ni mji wa wauaji. Ana anaongea Isaya hapa, aombi, hajaitisha maombi. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechangamana na maji, wakuu wako ni waasi na rafiki za, wa, za wevi, kila mtu hupenda rushwa ufuata malipo hufuata malipo, hawampatii na kusomea Isaya, ndo aliyosema ndo lipo nukuu hapo. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hawayasikirizi. Hapo ndo uliposoma hapo ndo uliposoma. Nataka nikuonyeshe, tuliobobea huko ndani tuliobobea huko ndani hatupiti kuyapigia kuya, ku, kuya kuyafanyia biashara. Maandiko haya ni pumzi ya Mungu itakayokuhukumu iwe utashiba iwe utapongezwa iwe utapata chochote, sikiliza. Kwa hiyo asema Bwana, mstari wa 24 kwa hiyo asema Bwana wa majeshi mwenye enzi ya Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao nitapata faraja kwa hawa wanipingao, nitatoa kisasi kwa adui zangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu, na kukutakasa takataka zako kabisa, na kukuondolea bati lako lote. Nami nitakurejezea upya waamuzi wako kama walivyokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo mwanzo. Baada ya hayo, utaitwa mji wa haki mji mwaminifu. Mungu analeta washauri, sio washauri wanaosifia kila kitu. Atawaleta kama walivyokuwa pale kwanza, ambapo jambo baya walimwambia mkuu mwamuzi, hili ni baya, baya waliliita baya. Kama ni mauaji, ni utekaji, waliita ni uaji, ni matekaji. Bibilia imetaka tuwambie watu waache, waache, acha mabaya, wala tusiache, sio tuwaombee. Hilo moja, Yeremia saba. Yeremia saba. Tukiwa kanisani tufanye nini? Tukiwa kanisani tufanye nini? Tuwaombee watu tuwaombee waovu wabaya, ama tuwaombee watu wakishatenda mambo, matendo mema, ndipo tuwaombee sasa. Mungu tumwambie Mungu, watu wao wamegeuka, wameacha njia zao mbaya, hebu sasa liangalie neno lako, wabariki kama ulivyosema, wakigeuka na kuacha njia zao mbaya, nawe utakuwa mungu wao, nawe utakuwa baba yao. Watu kwanza wafundishwe kuombea Yesu. Kwa nini akuombea tu mbinguni? Mabaya tuache maasi, kwani alikuja kutuambia maasi yetu na mabaya yetu Kweli sisi tuna upako kuliko Yesu? Yesu wapi aliitisha mkongamana mkutano, njoni tuombee waovu wache uovu? Yesu alipita mtaa kwa mtaa, alitumia kila njia inayowezekana, alitumia waandishi akakemea, akasema ubaya unaoendelea kwenye jamii, dhuluma inaoendelea kwenye jamii. Rudi tena kasome hilo andiko la Isaya, ilo isome, nimekusomea hapo juu juu, soma uone, uone kito tafsirika hapo. Twende Yeremia, Yeremia sura saba msari wa kwanza, anasema Neno hili ndilo lilo mjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, sikilizeni neno la Bwana ni nyote wa Yuda mwingiao katika malango ya malango haya ili kumwabudu Mungu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitalikalisha, nitawakalisha ninyi mahali hapa sio waombeeni, sio wakusanyeni waombe utekaji uondoke, waambie tengenezeni njia zenu, acheni mabaya yenu, njoni tuojiane. Shida iko wapi? Sasa tuende msari, msari wa tisa, saba. Hiyo tisa inasema hivi, Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na, kuifu, na kuifuata miungu mingine ambayo hamukuijua kisha mtakuja na kusimama mbele za nyumba, mbele zangu za katika nyumba hii itwayo kwa jina langu, na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote. Mtaendelea kuiba, mtaendelea kuwa hivyo. Ndo Yeremia anawaambia watu hawa awaombee Ameambiwa na Mungu, simama kwenye lango la, la Mungu, usiwaache watu wanaendelea kuua wanaendelea kuiba, alafu wanakuja um kanisa sema tuombe Mungu aondoe utekaji. Kemeo, kemea, kemea kwenye njia panda, kemea kwenye vyombo vya habari. Yesu aliwaandisha walimzunguka, ndio maana vimeandikwa vitabu vya injili zile nne, vyote vile vimejaa makemeo, vimejaa ku, ku, kuwapinga wanaoonea watu wanaodhulumu watu wanaodanganya watu Yesu angeweza kutuombea kule mbinguni, angekuja kushuka tu hapa duniani, akaitisha kongamano, akaitisha watu njoni tuombee taifa, watu waokoke, watu waache mabaya. Jerry wewe, na yeyote anayejaribu kuinuka kukejeli neno la Mungu, maelezo haya na maandiko haya na hiki ninachokifanya, najuaga nimepata madhara makubwa kwa sababu ya kusimama kwa sura kama hii, na nadhani mnafahamu I, I, ipo sura tu, ipo sura, tutaendelea kuongea. Mungu akituokoa ajua, Mungu akiruhusu haya mabaya aendelee juu yetu, ajua. Lakini walinzi, walinzi, tuko macho, walinzi wa neno la Mungu tuko macho. Kejeri, vituko fanya neni vituko huko kwingine, kwenye mambo mengine huko, ambako wengine hatuko, kimsingi hatuko, na sitaki kuingia humo ndani, sitaki kuingia Niki, nikikaa sawa nikija kuona sasa data zimekamilika naweza kuja kuingia, najua ni nin, neno mwili kwamba huyu sasa pengine ikiwezekana kabla ya jaji ya kuingia. Ah, mi niko hivyo yani, utashtuka sasa hivi. Mi niko hivyo yani, niko hivyo. Ukiuona ubaya unaendelea, nisipoushughulikia, ujue unakusanyiwa data siku unapiga unapiga, mara moja, kila anayesikia masikio yanamuasha. Neno la Mungu liko hivyo, na watu wa Mungu tulionyoka tuko hivyo mm. Kuna mara unaweza ukawa ni kama kondoo ha, waka, ha, isa, tumemaliza, tumemaliza. Lakini unatoka mara moja. Mungu alisema nikishuka kati yenu mara moja nitawaharibu kabisa. Sikia Yeremia hiyo saba Mstari wa kumi na sita kumi na sita anasemaje? Anasema, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka tu, tuombee nini wakati Mungu anasema tusiwaombea hao wabaya wasiotaka kuacha ubaya. Jerry na mwingine yoyote, tafuteni chochote mnachokitafuta, tafuteni chochote mnachokitafuta, msiguse neno la Mungu, msiguse. Unanena na kwa lugha, kwa lugha kwa sehemu kubwa hujui tu ka tuliona akiri nzuri, tumefahamu sehemu kubwa ya wanenaji wazuri. Mi nimesali sehemu nyingi kwenye makanisa, niliona vile vichawi, vichawi, vichawi, vichawi, vimalaya vimaraya vyakutupwa ndo vilikuwa vinanena sana, ili vifunike kombe wanaaramu wapite, kunena kwa ruga. Mbona na vinavyonena sasa hivi na vinavyonena sehemu kubwa, vimalaya mbwa za virabuni ndo zinanena kwa rugha kwao. Tufanye wewe ni mtu wa Mungu nikuchapeinjiri Pana injili unachapa hapo? Pana injili unachapa hapo, kwa maandiko gani haya? Naomba urudi uje, usaishe uklarifai maandiko haya niliyokusomea, alafu nije nimwagike. Tutafika na mnakotegemea tufike, basi mtapotea kabla mjafika. Tulishapoteza ambavyo hatukutegemea kuvipoteza Hakuna tunachoogopa kuja kupoteza. Imeandikwa we mwaminifu hata kufa. Imetugharimu, lakini tutatimiza wajibu wetu mpaka dakika ya mwisho ya kuishi kwetu. Inatosha kwa leo. Yeyote jibu haya, yeyote, yeyote jibu haya, yeyote jibu haya. Inatosha. Hii ni sauti ya mtu aliae toka kumuhifadhi sifa, na ni yule aliae toka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, anyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, takayefungwa, takayefiwa, takayewawa amafae katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.